Kwa mwaka wa fedha 2025 2026 25 226 halmashauri yetu ilidhinisha kukusanya shilingi bilioni 16.4 katika bajeti ya mapato ya ndani ambapo hadi kufikia tarehe 31 Desemba mwaka 2025 Halmashauri imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 7 sawa na asilimia 42.9 ya lengo la mwaka. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai Desemba 2025, halmashauri imeendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali. Miradi hii imetekelezwa kupitia miradi ya uendelezaji mji na majiji tactic programu ya Green na Smart City. Sasa mapato ya ndani ya halmashauri na ruzuku kutoka serikali kuu ni jumla ya bilioni 43. Taarifa za matukio mbalimbali mbali kwa kipindi cha robo ya pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 22 na tarehe 23 watainiwa 14771 wa darasa la nne walifanya mtihani wa taifa wa upimaji. Kati yao wanafunzi wa shule za serikali ni 11523, na, na, na wa shule za binafsi 3248. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 10 hadi tarehe 20 watahiniwa 10199 wa, wa kidato cha pili wakiwemo watainiwa wa shule 1095 kwenye vituo 57 na, na watainiwa binafsi 104 kwenye vituo saba walifanya mtihani wa upimaji wa kidato cha wa upimaji wa kitaifa kwa kidato cha pili. Kati yao wavulana walikuwa 4714 walikuwa na wasichana 5485. Mnamo tarehe 16 mwezi wa 12 2025 Naibu Waziri ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali serikali za mitaa TAMISEMI, Daktari Jafari Saif mbunge alifanya ziara ya kikazi katika halmashauri yetu ambapo alitembelea miradi ya afya pamoja na kukutana na watumishi kwa ajili ya kujadili na kubaini changamoto zilizoikabili zinazoikabili sekta hiyo katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Dr Seif alitoa rai ya kurejesha tabasamu kwa wananchi kwa kutoa huduma bora. Hitimisho: tunapenda kutoa shukurani za dhati kwa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutupa fedha kwa ajili ya utekelezaji miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri yetu. Wajaribu kuongeza juhudi ya kufanya kusanyaji, kwa sababu bajeti yetu ni bilioni 16.4. Ukiangalia mpaka sasa tunakwenda robo ya pili na kumebakiza miezi mitano tu kukamilisha robo ya tatu na robo ya nne, tumeshakusanya wastani wa bilioni 7.06. Ukiangalia so, difference yako bado tuna, tuna bar, bar, bar, zaidi ya bilioni tisa hatujakusanya. Kwa hiyo ni vyema uh, mkurugenzi na timu yako kwa kushirikiana na sisi baraza la madiwani, kwa sababu hatuwezi kufanya miradi ambayo tunaitarajia kwa wananchi huko bila kuwa na fedha. Kwa hiyo tuongeze juhudi kubwa. Wananchi wanahitaji maendeleo, wanahitaji maneno. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunazikusanya hizi bilioni tisa ili ukamilisha miradi yetu ya maendeleo. Asante.